kuondoka tena Yanga Stefan aziziki aziki, Stefan na mpira ule, kabadilisha mali katika nafasi Maksimpia Nsengeli, tabu ipo pale pale, ni wananchi Yanga, Maksimpia Nsengeli, bonge moja la mchezaji Master Magician, pasi ambayo imepita na maxi hakuwa na kingine cha kufanya kamtazama, aishi akapeleka mpira katika eneo jingine ambalo aisha na mburi yatope aendelee kumwonyesha kocha wa Everost pakomzuzwa meweka mpira katika nafasi mziza. Clement, Clement, Clement mziza ameweka mali katika njia. Stefan aziziki tumbadi anawaambia sisi sio, si, milima